Tupo katika hatua za kuzalisha sabuni ya magadi, msikilizaji na mtazamaji wetu, mfuatiliaji wetu ambaye umependa kila siku na kila wakati kutufuatilia, siku ya leo tumekuletea darasa ambalo linaonyesha ukataji wa sabuni za magadi. Kwa hiyo zingatia sana, ambatana nasi mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Nimetengeneza klipu fupi ili uweze kujifunza. Kama una changamoto yoyote au unahitaji kitabu chetu cha ujasiriamali ni ajira, utanitext kupitia WhatsApp upitia 971 naitwa Mwalimu Almasi. Unaweza ukaniandikia maoni yako pia chini ya video hii. Hatua ya kwanza msikilizaji, napanga vibao. Baada ya kupanga vibao, ninaweka alama. Nikiweka alama, alama nikiweka ninahamisha vile vibao, baada tu ya kumaliza kuhamisha kuweka alama. Alama unaweza ukaweka kwa kutumia kisu kama inavyoonekana na kama ninavyofanya hapa katika video hii, naweka alama, unaweka alama pale unakoishia mche na mche huu nimeshaelekeza kwenye video iliyopita kwamba unatengeneza mche ambao uko size ya ule mche ambao unataka kuutoa katika sabuni yako ya magadi. Baada ya hapo nitachukua mshipi na nishaelezea kwamba mshipi ni ile kamba ambayo inatumika katika kukatia sabuni zako na zikatoka zimenyoka kama vile zimekatwa na mashine. Baada ya hapo nitaanza kutandika kamba katika alama ambayo nimekwisha kuweka, zile maki ambazo nimeweka. Afu, upande wa pili nitakuwa ninaongozwa na vibao vile ambavyo nimekuambia kwamba viko saizi ya mche. Kwa hiyo unapoenda kwa fundi, fundi mbao au fundi randa, unambia, nataka unitengenezee vibao sampuli ya mche. Kwa hiyo unachokwenda na mche, ukachukua mche wako dukani pale, ukaenda nao kwa yule fundi ambaye unategemea kwamba akutengenezee vile vibao. Na vile vibao azingatie sana kutengenezea vibao ambao vina saizi moja visipishane, kwa sababu vikipishana hata sabuni yako haitakupa matokeo mazuri kabisa. Yes. Kwao tuna tunakata na tumekwisha kukata. Karibu sana msikilizaji kwenye ujasiriamali. Kazi yetu kubwa ni kukuletea makala mbalimbali mbali, ambazo zitakumotisha wewe kuchukua hatua kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zako. Kuna watu wanakaa na mawazo uh, kichwani muda mrefu sana. Kuna mtu toka mwaka juzi toka 2020 anasema mimi nitafanya. 2021 mbili ishirina tatu ishiri nane anasema nitafanya leo. Tena elfu mbili na ishiri na tano bado anakwambia mimi siku moja nitafanya. Hapana, ushauri wangu anza leo, anza na kile kidogo ulicho nacho leo zeni. Mambo mengine atajipa mbele ya safari, wakati unaendelea na mapambano. Lakini pia ukiwa ndani ya tasnia ya uzalishaji, utajifunza vitu vingi zaidi kuliko kuendelea kukaa na lile wazo lako muda mrefu. Mwisho wa siku, lile wazo lita expire au watu watalidukua, watakusikia ukizungumza afu watachukua, wataondoka na lile wazo lako, watalifanyia kazi, kwa sababu kuna watu wengine wana mitaji lakini hawana wazo la biashara. Hasa wewe ukipenda kuwa mwongeaji sana, kwa watu wakisikia lile wazo lako, basi watachukua, kisha ukashangaa rafiki yako wa karibu anafanya kile ambacho ulimshirikisha. Asante sana, tumekwisha kutoa miche yetu hiyo hapo, tunaenda kuipanga. Baada ya kuipanga, angalau masaa 24, tutaifungasha, tutapeleka sokoni. Karibu sana, unaweza kaniandikia chochote kama una changamoto, pia namba zangu za simu hizo hapo.